Hali imesha kuwa mbaya sasa. Hii ni hali mbaya kweli, tunaonewa. Viongozi wetu hawatuheshimi, tunanua jezi tunajaza uwanja, lakini viongozi hawatuvunjie heshima kama leo fadu teka sabini bado na mmoja mpanzu anachokifanya anaingia semani mwalimu ambaye sema matokeo hii. E, Simba sio simba hii. E, ni Mdebwedo FC. Huwezi kapigwa master frizo na Yanga, hicho kitu hakipo duniani, hakipo kwa timu yoyote. Viongozi wetu, tunajituma tunanua jezi tunajaza uwanja, ila wenyewe hawana mzuri na kwetu kila siku, siku tunanyasika sisi, Yanga si wanatuzomea, tunakosa raha. Mimi naongea kwanza leo, so sio Simba hii ni Mdebwedo FC. Shida shida nini? Una shida kwenye uongozi, shida ipo kwenye na uongozi au uchezi? Uh, uongozi uongozi unatuangusha, uongozi uongozi unatuangusha. Angalia usajili uliofanyika usajili wachezaji benchi wa usajili wanaanzia benchi, kwa sababu fanyika usajili huo wachezaji wenu wanakosa magoli ya wazi, na unaolaumu viongozi vyongozi wanahusika ken, wakona kichotokea mwaka jana kukosa magoli kina Ateba, wakina Mkwala bado natokea usajili fuadi katili, lakini viongozi wamemwachia kocha apange lineup ile. Kocha naye ana uwezo kocha kocha uwezo wana kocha, anashindwa dakika sabini kumtoa mpanzu, anamwingiza mwalimu dakika sabini mwalibesha mpira kibw au aanazulula. Una kuna mtoto anaitwa Morris, mtoto yule kuna viungo kujituma pale enye panchi, lakini kutendea haki

Leo tena yale yale, Yanga mtindo ule. Yanga wanacheza mpira wa punch kwa kujituma, malengo sio show game. Ni yule back peke yake tumesajili pale, ila wengine wote ndio wao FC. Hakuna kikosi, hakuna kikosi.